Mwaka jana waliua ili wajitangaze washindi, na kama ambavyo elfu mbili na ishirini waliua watoto wenu ili wajitangaze washindi. Tukienda kwenye uchaguzi wa mwaka huu vile vile, wataua watoto wenu ili wajitangaze washindi. Utawala wa sisem umejaa damu. Kama nasema uongo, mniambie. Kwa utaratibu ulivyo wa uchaguzi nchi hii ndugu zangu, haiwezekani tena kupata matokeo halali, haiwezekani tena kupata washindi halali, haiwezekani tena. Mnataka uthibitisho? Nisikilizeni. na hii wilaya yenu ya Momba hii Tunduma na Momba, ni Tunduma na Momba ya Chadema, ni Tunduma ya mo na Momba ya Chadema.